Wadi ya Matula, eneo bunge la Webi West, katika kaunti ya Bungoma, ni mfanyabiashara maarufu katika eneo hilo Joseph Lendrix Waswa akizindua rasmi pesa za kuwapiga jeki wanafunzi werevu wanaotoka katika jamii maskini kupitia foundation yake ya Joseph Waswa Tume, eh, kusaidia ama kuangalia kusaidia wanafunzi zaidi ya mia saba hamsini. Tumeweza kutembea kwa foundation, imefanya msasa wa kisawa, imetembea kwa hizi mashule zote za, za BWS, tumeangalia balance za watoto wetu, wale ambao wana balance kubwa, tumeweza kupitia kwa uwezo wa foundation tukapata milioni mbili, 2.2 million na hizi pesa zote tumelipia hawa watoto wetu bila kuona ubaguzi. So kwangu mimi leo na furaha. Lendrix Waswa aidha ameelezea kuwa serikali kwa sasa inahitaji kupeana viongozi pesa za NGCDF ili kuwapiga jeki wanafunzi werevu wanaotoka katika jamii maskini ili wapate kutimiza ndoto maishani, jambo ambalo Waswa ameapa kulitimiza kupitia wakfu wake. tumeona wanafunzi wetu wengi wako nyumbani wamekaa na vile, nilipoanza safari yangu hii nimekuwa nazunguka malilio yenye unapata kutoka kwa kina mama na hawa wazazi wote wenye wanakuja, hata pale kwangu nyumbani, kila mtu anakuja na issue ya magonjwa, school fees. Mimi ninge support, nda support MCAs, ya kwamba ya ofisi ya mbunge ipewe basari yake na ofisi ya MCA ipewe basari yake ili Waendelea kusaidia wananchi. Usemi wake Lendrix umepigwa jeki na baadhi ya viongozi wa kisiasa akiwemo mwakilishi wadi wa eneo hilo la Matulo, Steve Kaisa akisema kuwa mfanyabiashara huyo amefanya jambo la busara mno kwa kuwa serikali bado haijatoa pesa kwenye wakilishi wadi kwa mgao wa elimu. Sasa mimi Matulo nimepewa shilingi 1700 na nashukuru kwa sababu imeingia kuzuia pengo kidogo, kwa sababu kama county government zote Kenya mzima serikali metoa hiyo mambo ya basari na scholarship, kesi kokotini, na na uzito sana na wazazi ya kuhakikisha kwamba tumelipia watoto wao school fees, lakini Mheshimiwa Lendrix amekuja wakati ambao unafaa, na at least ametusaidia mahali penye panawezekana. So my appeal is the national government kwamba hii maneno ya kuleta siasa kati ya bunge na county government kuvutania resources inatakana, waache kabisa, kwa sababu tukifanya hivyo wale watoto wa mtu mkenya wa chini kabisa ndiye anaumia. Nachukua nafasi hii hasa kumpongeza ndugu yangu Joseph Waswa Lendrix kwa kujitolea na kujinyima, sio kwamba yeye ako na pesa mingi, ni vile tu amesikia kile kilio cha mama mboga yule, hasola yule bodaboda ambaye yuko pale chini, na kusimama kwa, kusema kwamba atasimama nao mheshimiwa Joseph Waswa Lendrix, ninasema heko waja Mungu akaweze kukusidia. Wakati utakapopata tena, tafadhali saidia watu wa nyumbani. Na mtu yeyote ambaye atasimama na watu wa nyumbani, sisi hatuna buti kama wakazi wa Webuye, uh, Webuye West nasi tutarudisha mkono kwa kuweza kusimama na yeye. Hata hivyo, waliopata na kunufaika na pesa hizo hawakusita kuonyesha furaha yao na kumtaka mfanyabiashara huyo Joseph Lendrix Waswa kuzidi kuunga mkono ili kupigana na changamoto kutoka eneo hilo. Leo hii ni kwa Matulo kwa ajili ya sherehe iliyokubwa ambayo mheshimiwa wetu Lendrix Waswa ameweza kutuandalia siku ya leo kwa ajili ya basari ya wanafunzi. Nasema mheshimiwa, nashukuru sana Mungu aishe mbinguni, endelee kukuinua, akubariki. Tukutarajia wewe kuwa mbunge wetu 2027. Sani Matano, Mpakani TV, wadi ya Matulo, eneo bunge la Webuye West, kaunti ya Bungoma.